Tunapokula chakula, mfumo alio alitengeneza Mungu kama unavyoona ni kwamba ni lazima hiki chakula kiweze kuvunjwavunjwa, alafu vile virutubisho viweze kufyonzwa, ndio hiyo assimilation, alafu kile chakula kinakuwa sehemu yako. Nitarudia taratibu, utanielewa. Wakati Mungu amemumba mwanadamu kwa kutumia mavumbi, kila kiungo unachokiona hapo, yani sawa, ni vumbi, every organ is dust tumbo maini au mapafu vyote hivyo ni vumbi. Mungu alipoumba vyakula, alipotengeneza bustani ya Edeni, alitengeneza kwamba mwili huu kubaliana na vile vyakula ambavyo vinatoka katika bustani ya Edeni. Kwa kadri unavyokula chakula chochote kile chakula kinavunjwa. Unaanza kwanza kuvunja kupitia katika meno. Digestion haianzii katika tumbo, digestion inafanyika kwenye, kwenye meno. E, huku wanaambiwa kwamba digestion inafanyika tumboni. Tumbo hali digest, tumbo kazi yake ni ku assimilate, ni kufyonza virutubisho viingie katika damu na katika damu viweze kuingia na kuweza kujenga mwili. Unapotafuna chakula, jamani, usimeze chakula kama ng'ombe anavyokula majani, tafuna chakula, you have to chew your food. Kama hujawahi kutafuna chakula, huwa tunasema hivi, at least utafune chakula mara arobaini ndio umeze. Bwana asifiwe. Yaani, umeze chakula kama maji, afu utafune maji kama chakula. Itakuwa na maana kwamba chakula ambacho anakimeza kiwe ni uji. Kwa sababu gani? Hili tumbo halina, hakuna meno. Unajua zamani, mimi nilipokuwa mdogo, nilikuwa nafikiria ndani ya tumbo kuna meno. Kwa hiyo ukitafuna chakula yale meno. Akasema, jamani, mashine inasaga chakula. Juzi kati mamangu alinipigia simu. Akasema, ah, mwanangu, mimi naona mashine kwenye tumbo langu imeacha kusaga chakula. Nikasema, eh, hongera mama na mashine ndani ya, ya tumbo. Akacheka of course, anatania naye. Lakini point ni kwamba hiyo ni mawazo, assumption ambayo tunayo kwamba chakula kinasaga wapi, tumboni? Jamani, tumbo hilo unaloliona hapo hakuna, hakuna mashine hapo. chakula jua kwamba unakisaga katika meno, na ndio maana meno yametengenezwa ni kama mashine. Meno ni blender, our our teeth is blender. Our stomach is a juicer. Kwa hiyo huku ni kwa ajili tu ya kupyonza lakini kile ambacho kimetafunwa. Kwa hiyo tusi, tusile tu haraka, haraka. Lakini pia unapokula taratibu, una unafurahia chakula. Watu wengi hatufurahii chakula kwa sababu tuna meza kama ng'ombe s <laughs> yani alafu nashishia na, juice. Yani ndio kabisa sasa, point ini nayo, kuongea ni kwa hiyo tuliungwa unapokula chakula yes ikiwa na maana hivi kama huyo bosi akikataa hicho chakula, kina chacha na mambo mengine haya yoyote, mpaka saa ingine kikagoma kabisa hata kutoka uh, ukawa ukifika ile sehemu kule, unaanza kulia machozi. Inatakiwa kama unavyokula kwa kutabasamu, hata ukifika kule ufanyaje? Jamani, utabasamu. Bwana Yesu asifiwe.